Mahali popote ulipo ni muhimu kila mtu ajue upo, usisubiri waambiwe upo ama litokee tatizo ndo waseme hivi, nani anaweza kulifanya hivi. Nikawapa mneno moja, nikamwambia ninyi mtakapokuwa kwenye halmashauri, furukuteni, wapeni ulazima walio wakuu wenu kuwatafuta tena na kujua kuwa mpo. Sasa wataalamu wa maendeleo ya jamii, ninyi kupitia chama chenu furukuteni kwenye halmashauri zenu na mahali mlipo, na nawaambia kwa uzoefu tu wa kawaida, tamko tu la kusema jamani, sisi ni muhimu. Kama hamfurukuti na mwakani, tutakuja tutasema haya haya kabisa. Mimi bahati nzuri, napenda kusema ukweli, furukuteni mahali mlipo, usimruhusu mkubwa wako wa kazi mpaka aseme kuna kazi hii inafanywa, baadaye akifika mwisho aseme kwamba hivi na France anaweza kuifanya. Ukifanya hivyo, utakuwa umempa nafasi ya kukupuuza. Ni kweli mko kwenye muundo wa halmashauri, lakini kama mawakala wa maendeleo ya nchi yetu, kundi muhimu sana hili, wafanyeni wote walio chini yenu na walio juu yenu kujua kuwa taaluma yenu ni muhimu na ni muhimu kwenye kupanga maendeleo. Msikubali wala msiruhusu kwamba wakati wa kupanga maendeleo ninyi mwachwe nje ya ukumbi na wakati wa kutekeleza mtafutwe sasa kwa ajili ya kuziba mapengo baada ya wengine kuona hawawezi kufanya hiyo kazi. Kwa mfano, utashangaa kukuta kwamba eti afisa maendeleo ya jamii yeye ndio mhamasishaji tu wakwenda kuhamasisha wananchi kujenga madarasa lakini wakati wa kupanga darasa lijengwe wapi amewekwa nje ya ukumbi. Hiyo haikubaliki na ni lazima ninyi muwe na wivu na taaluma yenu muhakikishe mnakuwa kwenye joonteo. Serikali imefanya kazi kubwa na nataka niwahakikishieni kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ya kuipa heshima taaluma yenu. Basi imani yangu ni kwamba mwaka unaokuja tutakapokuwa kwenye mkutano mkuu huu mengi ya yale mtakayokuwa mmeyazungumza yatakuwa yamefanywa kazi, na mimi nitakuwa wakala wenu kuanzia leo kwenda mbele kuyapeleka haya kwa Mheshimiwa makamu wa rais. Na nataka niwahakikishie kuwa serikali imeendelea kufanya jitihada mbalimbali kwa kuanzishwa kwa mpango wa Taifa wa kuhamasisha na kusimamia maendeleo ngazi ya msingi and the bottom up. Kwa mwaka 2022/23 mpaka 26, mpango huu unalenga kuwafanya wananchi kuwa kitovu cha maendeleo ngazi ya chini. Ni kawaida mno mahali fulani mipango isipowekwa na wakashirikishwa maafisa maendeleo, unakuta mnataka kujenga darasa, wananchi hao hao ambao ni wanufaika wa hilo darasa wanakataa, wanasema hapa hatutaki. Kwa nini? Kwa sababu mipango imeanza na wakubwa, halafu wadogo ndo wanapelekewa mtu wa kuwasemea wananchi. Hii mipango tulionayo ni lazima ianzie chini. Ni ninyi kundi hili mlilokuwa hapa.